Hei, mambo vipi? Karibu sana katika YouTube channel yangu. Jina langu ni Mohamed Hafidh na nina furaha kuwepo hapa leo pamoja na wewe. Kwa muda mrefu sana nilihitaji kuweza kuchukua video hii, lakini kutokana na changamoto mbili tatu nikashindwa kuweza kufanya hivyo. Sasa nimeona ni muda sahihi wa kuweza kutekeleza kile ambacho nilikuwa nahitaji kufanya awali. So mimi ndio mwanzilishi wa YouTube channel hii, kama ni mfuatiliaji wa content zangu ambazo nimekuwa nikishare hapa katika channel hii ya YouTube. Basi yule ambaye anaongea nyuma ya video hizo ni huyu hapa ambaye unamuona leo katika video hii. Kama nilivyotangulia kusema, jina langu ni Mohamed Hafidh, na furaha yangu kuwepo hapa leo katika mbele ya kamera kwa ajili ya kuweza kuonekana kwa wale ambao wanaonesha support kwa kile ambacho nakifanya siku baada ya siku, tuweze kuweza kufahamiana kiundani zaidi, ukiachilia ile ambayo tunawasiliana tu kwa simu lakini bado hatujaweza kuonana. Hata tukipishana njiani na kuwa ngumu kuweza kutambuana, lakini nategemea baada ya video hii tayari kila mmoja wetu atakuwa anajua yule ambaye anaandaa hayo maudhui na kuwasogezea anaonekanaje. So kikubwa ambacho pia ningeweza kuongea leo katika video hii. Nawashukuru nyote ambao mmesubscribe YouTube channel yangu na mnaendelea kuonyesha support kwa kila ambacho nakifanya. Lengo la channel hii ni kuweza kuelimisha watu ambao ndio kwanza wanaanza kujifunza, wanaingia katika masuala haya teknolojia, ya teknolojia, masuala ya kompyuta. Tumekuwa tukifunza hapa programming, issue mbalimbali za teknolojia. Natumai kama unafuatilia YouTube channel yangu basi utakuwa shahidi wa hilo. Kuna mengi ya kuweza kujifunza. Tuna video hadi video hiyo hapa tumeshafikisha eh, video takriban mia nane katika YouTube channel yetu hapa. Kwa hiyo piga picha, video mia nane zinaongelea nini, utaweza kuona kwa namna gani ambavyo tumekuwa tukijifunza siku baada ya siku. So nimekuwa nikijifunza mimi mwenyewe, ni mwanafunzi lakini kile ambacho najifunza najitahidi kuweza kuwafahamisha na wengine wapate kuweza kujifunza pia katika lugha yetu mama kabisa, lugha ya Kiswahili. Na nimekuwa nikipokea maoni mbalimbali ambayo yanaonesha eh, kile ambacho nakifanya kina faida kubwa na kimekuwa kina msaada kwa watu wengine. So na ndio maana na kuwa na nguvu ya kuweza kuendelea kutengeneza content za namna hiyo na kuweza kushare pamoja na nyinyi. Kama hujafuatilia YouTube channel yangu ndio kwanza unakutana na video hii, basi ningeomba upitie channel yangu ya YouTube na natumai hutoweza kusita kusubscribe kwa kile ambacho utaweza kukiona, na kila siku jinsi ambavyo watu wanajifunza haswa katika huu ulimwengu wa teknolojia, ulimwengu ambao umekuwa unabadilika kwa kasi sana na kuweza kuimplement teknolojia katika masuala mbalimbali mbali. So kingine ambacho unaweza kuongezea hapa katika video hii, kama unavyoona, mimi sio mtu wa kujirekodi katika kamera, lakini imebidi iwe hivyo kwa sababu kuna content ambazo zitanihitaji niweze kusogea mbele ya kamera, kwa hiyo ni lazima niweze ku take action kuweza kuchukua kamera na kuweza kuthubutu kuweza ku record mbele ya kamera for the first time. Video hii ndio na record hapa, na ndio maana wengine ndio kwanza wanaanza kuniona katika video hii, lakini tegemea kuna video nyingi ambazo zitafuata. Utakuwa unaiona hii sura mara kwa mara, tukiwa tunajifunza vitu mbalimbali, tukiongelea maswala mbalimbali mbali hapa hapa katika YouTube channel yangu na katika social media account zangu za Mohamed Hafidh. Jina ni hilo hilo Mohamed Hafidh TZ ndilo ambalo nimekuwa nikilitumia kwa muda wote huo. Kama una maoni yoyote, una maswali, kuna kitu ambacho unahitaji kufahamu kuhusu mimi, unaweza kuandika hapo katika sehemu ya comment ya video hii, na video hii ya leo nadhani sina la ziada. Unaweza ukaingia katika YouTube channel yangu na ukaona kile ambacho tumekuwa tukijifunza. Kama utapendezeshwa, unaweza kusubscribe na kugonga alama kengele, ili basi na wewe uwe ni mtu wa kujifunza siku baada ya siku, kwa kutumia kabisa lugha yako mama, lugha ya Kiswahili yenye kueleweka, yenye kufahamika, Kiswahili fasaha kabisa. So sina la ziada, tukutane wakati mwingine katika video ambayo itafata. Sante.